Makofi kwao tafadhali, wakati wanaingia. Nzuri nataka kuwahadithia Hadithi nzuri sana inayomhusu Tende, dada Tende. Binti huyo alizaliwa katika kijiji cha Mtakuja, binti mrembo sana lakini, wazazi wake kwa kufuata mila na desturi zao, walimwozesha binti huyu akiwa na miaka kumi na mbili tu, kumi na mbili tu Tende akaolewa. Maskini Tende, kila siku shida, tabu. Hakuna siku ambayo Tende amefurahia maisha yake ya ndoa. Tende akapata ujauzito wa kwanza, mtoto mtoto akafariki. Maskini Tende hakuchoka, Tende hakuchoka, akapata tena ujauzito yaliyoendelea kwa tende kwa tende, kila mmoja kijijini, hakuna aliyeweza kumwangalia tende wala kumsaidia tende. na labda tunaupiga wengi kwenye vilabu vya pombe. Eh, hey mama tausi, nimetoka asubuhi umekalia kigoda mpaka sasa hivi hey. Umepika mama watoto? Kwa hiyo wewe unataka mimi nitoke kwenye kilabu cha pombe nje kupika, si ndio? Kila siku nekele zako, hali gari wewe, twa kwanza kuzaa, ongea leba wangapi eh? Kelele, kelele, kelele baba kiongea neo, naongea toka lini? Hamjafunzwa eh? Wazazi wako walinipa, nilitoa mahali hela nyingi Unapaswa kunisikiliza toka asubuhi, umekaa hapo hujapika wala chochote, sasa leo kelele. Sasa leo ngoja nikufundishe kazi, ona umenisahau. Ngoja nikufanyie kazi leo, nishachoka. Hapiki. Mimba moja tu. Hapiki. Akipata apili sitakufa njaa. Ndugu zangu, na hii ndio hadithi yangu ya mama Tende. Huyu Tende aliendelea kunyanyasika, hakuna siku aliyofurahia maisha yake kama mnavyomuona. Ndugu zangu, mambo kama haya kwenye jamii zetu yapo, hayapo? huko tulikotoka mimi yapo, nyinyi yapo, hayapo? Basi ndugu zangu, pale mnapoona mtu ananyanyasika au mwanamke yote ananyanyasika, awe mtoto awe mkubwa, msisite kupiga namba moja moja sita, ni namba bure kabisa. Lakini pia tutoe taarifa kule vijijini. Tuna viongozi wetu ambao wao watatusaidia katika kuhakikisha wana haki za mtoto wa kike zinapatikana lakini pia tuna vikundi vyetu au taasisi zetu za mtakuwa iko katika kila wilaya na kila halmashauri, tuhakikishe tunawafikia wale kwa lengo la kuwasaidia watoto wa kike asante. Makofi mengi sana kwao. Pamoja, pamoja. pamoja. Tanzania bila ukatili wa kijinsia Naam, asante uh, sana kwa ujumbe mzuri, uwasilisho zuri la igizo. Na sasa tunaomba wenzetu uh, kutoka uh, uh, uh, uh, idara ya sanaa za maonyesho na taaluma za habari kwa ajili ya igizo fupi, kabla hatujamruhusu uh, kaimu katibu mkuu kumkaribisha mgeni rasmi kwa ajili ya hotuba tupate igizo fupi.

Mwanangu, najua yote nimeshakuelekeza na najua ukienda chuoni kila kitu kitaenda vizuri. Kasome mwanangu vizuri, usihangaike kabisa kabisa na mambo yote yanayoendelea pale chuoni. Nakuamini binti yangu. Kila uchoniambia nitakifanya. Na kuamini binti yangu, baba Jeni binti ndo tayari ameshajiandaa tayari kwa kwenda chuoni. Tunaomba sasa, zile gharama zile tulizo nilizokuelekeza hapana, mimi naenda chuo kusoma Miso... Siwezi kukubali kuzimisha ndoto za binti yangu. Enzi zangu mimi sio enzi za binti yangu. Nimesema binti yangu kwa vyovyote lazima ende chuo, ataenda nakwambia, na nitafanya vyovyote hospitalini Naanda shambani nikirudi niwakute ama zangu ama zenu tad. Lakini mama, kwa nini haki? Ii haki nisiende chuo kwa sababu tu ya jinsia yangu? Kwa sababu tu ya jinsia yangu nanyimawakia kwenda chuo wa kusoma? Mama, kwa nini haki? Nakwambia hivi, mimi si mama yako? Nitaenda kukopa vikoba Sijui kwenye shirika gani. Twende hivi, ninavyosema nyanyua mizigo yako twende, na utaondoka na kwamba, mwanangu, utasafiri tutapata hela, mwanangu, twende, twende mwanangu, twende, twende. Huu unyenyesaji hauwezekani kabisa, twende. Janga ni janga, ukatili wa kijinsia ni janga la dunia. Si mmeona? Ndio mmeona. Mkae kwa kutulia, kwa maana kuna mengi ya kuona. Jamani nyewe vijana mjambo? Hatujambo. Mama napiga piga kelele kwenye ofisi za walimu, vipi wazima? Si wazima kabisa. Upo Mwaisa? Nipo ndugu yangu. Mimi. Haina shida. Hey. Sijapata yes. Mzima. Mzima, mpaka leo. mama yangu mzazi Unajua Jeni, nikiwa kama waziri mwenye zamana kwenye serikali ya wanachuo hapa Yudom, Yudoso. Ndio. Huwa najisikia vibaya sana yani vibaya sana kuona piskari kama unakoa, paka si hujapata bomu jamani. Sana unisaidie waziri. Isoshe hili jambo Jeni lipo ndani ya uwezo wangu na nitakusaidia na nafikiri mda mzuri na nitakuwa ni saa nne hivi usiku, saa nne usiku. E, Jeni ukija pale Block 4 Humanities chumba namba 400 Mtanda... yani usiku siji, maana yangu ni kwamba usiku mtandao nakuwa umetulia na lakini na shida lakini kama hapana. Tumekupokea, wenyewe sisi kama serikali pale Nanenane, wenye mabasi ya UDOM. Umekuja umevaa gauni mpaka chini nywele kipilipili, leo umejua kuvaa suruali na nywele mpaka kwenye makalio, unatudharau sisi mawaziri, viongozi? Waziri, sikudharau. Nina shida ya bomu Enepa, nilipo na shida ya mume wangu sijapata nyumbani sina support yoyote. Lakini kwako kwa usiku waziri. Siji, kwani uweze kunisaidia? Msaada wangu jieni, ni kwamba saa 4 usiku. Labda nije asubuhi. Kwa namba 400. Kama ni asubuhi, njoo pale utawala. Panga kwa asubuhi mpaka saa 12 jioni. Jua lako mvua yako, kwa heri. Asante. Hivi kumsaidia mtu mpaka aende room kwake tena usiku. Ah. Hata kama, mi bana mi siendi kmamisinako mi natoa wapi saa hizi jamani, pesa mpaka basi, naomba nilipe helangu shoga. Ushaona wewe shida huna, rafiki yangu, unajua sina, na nyumbani sina hela sasa nakutoa wapi akulipa. Sasa hivi saa hivi ushajijua hela huna, kwa ajili nini? Chagua uende kwa waziri au uende kwa ofisini. Hela yangu bidada, kesho asubuhi nataka Mi kwa kweli, uko ofisini? Siendi, siendi, siendi kabisa, huko room kwake. Okoa mama okoa, ukatili ni janga kwetu sote, meze ukatili, ukatili kwa wanawake, ukatili kwa wanawake, njoo tutoko, tutokomeze ukatili kwa wanawake. Hivi umeona picha hii? Mungu wangu, hivi si ni huyu? Umeiona? Nimeiona, namjua. Yule anasoma naye huyu? Tunasoma naye darasa moja kabisa huyu. Anaringa sana, hebu angalia, angalia. Jamani. Angalia, angalia. Anajiona yeye ndo yeye darasani. Umemwona kwanza? Anashaua. Angalia. Kwanza huo mwendo wake sio kwanza, bora hata koma angali yote. <laughs> <laughs> angalia paja, angalia. Angalia paja, paja. Anakatika huyo. Ayaya. <laughs>

Na kujaji wawili, na kujaji wawili. Anakuambia nani ukae pumbavu? Nyanyuka. Samani, daktari. Sogea huko. Wentemia mate tu. So, daktari. Si si matokeo yangu ya kuza kisiaoni kabisa. Au yaone? Hiyo siaoni matokeo yangu. Wewe si kidume? Eh? <laughs> Wewe si ndio kijogoo hapa? Kijogoo. Wewe si ndio unajifanya rijali, sio? Hapana. Wewe barabarani unatembea, unashika wanawake, unatulingishia. Una Una maana sisi sio marijari? Hapana daktari. Hapana daktari. Hapana. Ha? Ndio. Sasa nataka nikwambie, nataka nikwambie na unielewe vizuri sana, kwa hiyo tabia yako hapa hautatoboa. Mimi ndio TCU, mimi ndio kila kitu. Sasa, daktari, matokeo yangu daktari, eh. Waulize wenzio. Wale waliokuja na tabia hizo za kijingajinga, waulize. Daktari matokeo yangu lakini. Ondoka. Daktari matokeo yangu. Nimesema ondoka. Kozi yangu daktari. Unaletea fujo ofisini? Hapana. Natakupigana? Hapana. Eh? Hapana. Nitaita askari hapa. Toka. Yangu lakini daktari. Ondoka. Vipi? Samahani da, daktari, ulisema testi yangu hauioni, ndio maana nimeshindwa kupandisha. Matokeo nimekuletea. Aha. Amna shida, sasa? Lile swala langu vipi? Eh? Daktari nisha kwambia, mimi sasa hivi kipaumbele kwenye maisha yangu ni masomo tu. Maswala ya mahusiano siwezi sasa hivi. Maswala ya mahusiano huwezi? Kwa hiyo unafikiria kwamba wewe ukiwa na mimi hauoni kama ndo msaada mkubwa? Eh? Utaweza kufaulu vipi kijana bila ya kuwa? Kini, dakjali, nikisoma nafaulu, simuona kwenye mtihani nafaulu vizuri. Unafaulu eh? Alafu, alafu, unajifanya kwamba haya mambo haya uwezi au o sio sea, wakati kumbe unanibania mimi tu eh? Wajinga wajinga wengine unawapa sawa.

Nyamaza! Usiniletee kelele ofisini kwangu. Imekuita mara ngapi? Ni gesti wa ujaja, eti sikujua, bahati mbaya, bahati mbaya? Unatanua kabisa hivyo, bahati mbaya Ondoka ofisini kwangu! Atoka na ofisi hii uione kama kituo cha polisi. Usije tena hapa nyuanebaba yakutoka kunisomesha mama Nimekuja huku na haki, mwenye mamlaka anatumia mamlaka yake kuninyang'anya haki yangu. Ukatili mpaka lini? vio kazi udasa wahiri waaviri akizetu yule alikuwa ni rafiki yangu tu, hata kama alikuwa ni mchumba wangu, kwani kuna shida gani mimi kwa naye

Ndio, ni janga la dunia. Dunia inaweweseka. Dunia inatetemeka. Mambo tunayabananga, chombo chaenda mrama. Hofu inakuzwa, ukweli unafichwa. Haya ni machache tu ya mengi yanayotokea katika jamii zetu. Ukatili wa kijinsia ni hatari. Hivi ukatili wa kijinsia ni nini, nini? Ukatili wa kijinsia ni kitendo chochote anachofanyiwa mtu yeyote yule, awe mwanaume, mwanamke au watoto, chenye dhumuni la kumuumiza kimwili ama kiutu. Jamani, sisi wanaume pia huwa tunafanyiwa ukatili wa kijinsia. Ndio, lakini wengi wetu, wengi wetu huwa tunayatunza moyoni, tunashindwa kuyatoa hadharani kwa kuhofia aibu. Hili ni janga. Janga kubwa sana na cha kusikitisha yanapotokea haya yote. Wengi wetu hatujui wapi pa kwenda. Wengi wetu hatujui wapi tukimbilie. Wapi yafanyike, nini kifanyike? Madawati ya kijinsia yametapakaa katika nchi yetu. Ndio yapo katika vituo vya polisi, ndio yapo katika taasisi zetu, hata hapo chuoni kwetu Yudom yapo dawati letu. Ewe kijana, ewe mwanafunzi, unapoona unafanyiwa kiashiria chochote kinachokuumiza nenda kwenye dawati ukalalamike, wao watakusaidia. Na ndiyo maana wapo hapa. nyunde, nyunde. chamkea, eh nyunde, nyunde. chamkea, amakanituma, yamkea, ikajenge kibanda, yamkea, kibanda siwezi, yamkea tanyunde nyunde, nyamkea, mama kanituma, nyamkea, ujenge kibanda, nyamkea, kibanda siwezi, nyamkea.